Saddam Hussein alikuwa mmoja wa viongozi waliotajwa sana katika historia ya Timur ya Mashariki ya Kati. Kwa wengine alikuwa kiongozi shujaa na mwenye msimamo mkali, lakini kwa wengine alikuwa dikteta aliyetumia hofu na nguvu kuongoza taifa. Historia yake imejaa ukuu, migogoro, vita, utawala wa mabavu na mwisho uliojaa utata. Ili kuelewa alichopitia, lazima turejee nyuma kidogo kwenye maisha yake ya utotoni, kupanda kwake madaraka na matukio makubwa yaliyoibadilisha dunia nzima. Saddam Hussein alizaliwa mwaka 1937 katika kijiji cha Al-Awaj karibu na Tikrit Iraq. Alikulia katika mazingira magumu, familia maskini, baba aliyetoroka na changamoto nyingi za kimaisha. Baadaye akahamia Baghdad, akalelewa na mjomba wake, aliamini sana siasa za Kiarabu za umoja wa nguvu. Hapo ndipo Saddam alianza kuishi maisha ya ukali ujasiri na tamaa ya madaraka. Akiwa kijana wa miaka 20, Saddam alijiunga na chama cha Ba'ath Party kilichotaka kuunganisha nchi za Kiarabu chini ya nguvu moja. Chama hiki kilihubiri utaifa, udhibiti wa rasilimali na kupinga ushawishi wa mataifa ya nje. Saddam alikuwa mkali, jasiri na mara nyingi alifanya kazi za siri za chama ikiwemo mipango ya mapinduzi. Mwaka 1968 chama cha Baas kilitoa madaraka Iraq, na Saddam akawa mmoja wa wanaume muhimu nyuma ya pazia, aliyejijengea mtandao wa watu kumtii, akaimarisha jeshi na akakuwa kimamlaka hatua kwa hatua. Mwaka 1979 Saddam Hussein alichukua uraisi. Mara tu baada ya kuingia madarakani Alianza kuondoa wapinzani wake, wengine wakakamatwa, wakafungwa au hata kuuawa. Alijenga utawala wa nguvu uliotawaliwa na hofu, ufuasi na propaganda. Mwaka mmoja baada ya kuwa rais, Saddam aliingia kwenye vita vikali dhidi ya Iraq. Vita hii ilidumu miaka nane, ikisababisha vifo vya mamia ya elfu na kuharibu uchumi wa Iraq. Wakati wa vita kulikuwa na madai mazito ya kutumia silaha za kemikali, jambo ambalo liliweka alama mbaya kwenye jina la Sadam. Agosti 1990, Sadam aliamuru majeshi ya Iraki kuvamia Kuwait akidai Kuwait ilikuwa inaiba mafuta ya Iraki. Hatua hii ilisababisha vita vya Guba mwaka 1991 ambapo muungano wa mataifa yanaongozwa na Marekani ulishambulia Iraki vibaya na kuisukuma nje ya Kuwait. Hapa ndipo dunia nzima ilianza kumtazama Saddam kama tishio la kimataifa. Baada ya vita, ya Iraq iliwekewa vikwazo vikali vya kimataifa. Uchumi ulidorora, wananchi waliteseka, lakini Saddam aliendelea kuwatawala kwa mkono wa chuma. Alijenga sanamu kubwa, alilotumia vyombo vya habari kuonyesha nguvu na akawafunga au kuwaua wanaompinga. Mwaka 2003 Marekani na washirika wake walishambulia Iraki wakidai Saddam ana silaha za maangamizi makubwa, ambapo baadaye haikuthibitishwa. Baada ya wiki chache za vita, utawala wa Saddam ulianguka. Saddam mwenyewe alikamatwa Desemba 2003, akiwa amejificha ardhini kwenye shimo karibu na Tikrit. Saddam alisimamishwa kizimbani kwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu, hasa dhidi ya jamii za Iraq alizowahi kuwakamata na kuwaadhibu. Baada ya kesi ndefu, alihukumiwa kunyongwa. Hukumu ilitekelezwa tarehe 30 Disemba 2006. Saddam Hussein anabaki kuwa mmoja ya majina mazito kwenye historia ya dunia, kiongozi aliyewahi kuwa na nguvu kubwa, aliendesha taifa kwa hofu, aliyetengeneza maadui wengi na ambaye mwisho wake ulitikisa siasa za kimataifa. Wapo wanaomuona kama shujaa, alijaribu kulinda taifa lake, na wapo wanaomuona kama dikteta, alisababisha maumivu makubwa. Lakini jambo moja halipingiki, Saddam Hussein alikuwa mhusika muhimu sana katika historia ya karne ya 20 na 21, na, na hadisi yake inaendelea kujadiliwa hadi leo. Niambie, umejifunza nini kupitia stori hii ya Saddam Hussein? Hii ni Sulesh Online Blog. Na mimi ni Sule Shali. Hakikisha tu una subscribe, una share na kukomenti hapo chini. Tukutane katika historia nyingine. Ciao.